Tunasema tuna ng'ombe chungu nzima Morogoro, hatuna maziwa. Ng'ombe gani ambaye hatoe maziwa? Nyinyi viongozi viongozi wa wafugaji, kila mmoja kati yenu ni ana ng'ombe 1500. Ana una jengo la kunenepesha ng'ombe umewasiliana na wagani ili wachome sindano wa, wa waweke mimba kwenye ng'ombe wako wa kike ili wazae ng'ombe ambao wanazalisha ng'ombe saba na nini, lita saba nane 8 kwa siku za lita za maziwa. Una e kazi yako tu <tipa> wanarudisha ng'ombe kwenye zizi. baada ya <tipa> kilomita ishirini wale ng'ombe wenyewe wanachoka kutembea. Nakusa ushirika wa Kilosa, haya simamieni huyu. Wewe utanletea vyama vinne vya ushirika wa wafugaji na wewe utaletea vyama vinne vya ushirika wa wafugaji. Tutakuwa na orodha ya ng'ombe waliokuwa nao na kila kitu, sayansi zote mimi nitahakikisha zinapatikana, kwa sababu Rozalia atafanya na hawa watu hawa wawili hao, tutapata idadi ya ng'ombe na ng'ombe watatambulishwa, ng'ombe wanapatiwa vitambulisho. Huwezi kuchukua nani maziwa barabarani kwa mtu yeyote, hakuna, lazima ujue ng'ombe haya anatoka kwa kwa sababu ukipima maziwa ukikuta na hitilafu ya matibabu unajua ng'ombe hawa wana shida, tunarudi kuangalia ama wanaumwa ng'ombe ama wame maeneo mazingira wanayokula kuna shida. Haya jamani, ufugaji huko kisayansi ambao unaweza ukawatoa wale wafugaji wakawa wana, wanang'aa wana zaidi. Kwa nini hatuwapi fursa hiyo? waneletee vyama nane vya ushirika vya wafugaji ambavyo tutawatengeneza ili waweze kumpa maziwa vikta kutoka Morogoro. Sasa wale wagani wangu wale wanatakiwa wale wako, na kama hawakufika mi nawakaba na wakimua, na leta watoto wengine kutoka SUA wale kukuhudumia. Makundi haya ya akina mama, vijana pamoja na watu wenye hitaji maalum ni kundi ambalo nimeachwa kwa muda mrefu sana na kundi ambalo ukiliangalia hata katika ile ngazi na nyanja za uongozi wa vyama vya ushirika utakuta likundi ambalo limekuwa pembeni. Kwa hiyo tumejikita zaidi ya kuhakikisha kwamba tunaongeza fursa kwa vijana, wa kina mama pamoja na wenye uhitaji maalumu kuweza kuanzisha ushirika katika maeneo yao ya uzalishaji mali, lakini pia kupata fursa za uongozi katika nyanja zao za uzalishaji mali ili sasa kuweza kuweka ule ule usawa wa uongozi unajuma jumla ya vyama vya ushirika 226 kati ya hivyo vyama vya ushirika vya msingi vya mazao ni 168 vyama vya ushirika wa akiba na mikopo yaani sacos viko 51 vyama vikuu vitatu na miradi ya pamoja iko sita. Aidha, idadi ya wanachama katika vyama vya ushirika vya msingi hadi kuishia mwezi Machi mwaka huu 2025 ilikuwa na jumla ya wanachama 49639 kati ya hao wanaume ni 28767 na wanawake ni 20872. 2872 kupata lita tatu kwa ng'ombe tunaofuga sisi, so kawaida, yaani umepata maziwa mengi ni lita mbili. Huyo ndo wewe ndo ng'ombe, mtu anatoa maziwa, wengine wanatoa nusu lita mpaka lita moja. Mimi na ng'ombe 80